Wagwan wagwan everybody, kama ume tune hapo hapa, ni Kolila Media on YouTube na system nyingine yoyote kabisa, yapo mazuri ambayo tunauaga tunayeachakata kutokea hapa kuja huko ambapo wewe ulipo, alafu kila kitu kinakuwa fresh kabisa. Na kama ushapata bahati ya kusubscribe kwenye YouTube channel yetu basi utakuwa umetisha kinoma noma, tano zije kwako wewe ambaye unatuangalia sasa hivi, kila kitu kinakuwa fresh kabisa. Leo tuko kipande fulani hivi cha Kigamboni, yako mazuri ambayo yanatokea hapa na ndio maana tumeamua kutia kambi kabisa hapa. Ni street talent, mimi naitwa Pin Rhymes kutoka Jamaica, super talented boy, na tuko na miongoni mwa watu ambao wanafanya muziki wa bongo flavor na kama ulishapata bahati pia ya kupitapita kwenye mitandao ya kijamii, basi utakuwa mshabahatika pia kukutana na kazi zake, lakini pia kwa kwenye ile nafasi ya kufanya remix ya ngoma ya Mario Salio, basi ni mwana ambaye pia naye alikuwa amepata nafasi hiyo pia kufanya ile ngoma. Mwana bwana, sasa leo tunaamua kupiga naye story kujua mwele matatu, mchongo uliko waje, kila kitu kitakuwa fresh kabisa hapa hapa kupitia street talent. Bwana kwaje? Safi, safi. Nyama usio? Kama kawaida. Kwa majina kwanza unakuita nani, labda ah uh... Mimi naitwa Annex, msanii wa muziki kutokea Tanzania. mm -hmm. Ndo uh, nimekuwa nikifanya muziki kuanzia kipindi cha hivi karibuni hivo. uh, mm -hmm. uh, uh, nini ambacho kilichokusukuma sana sana ukaona kwamba na kitu na mimi nahitaji kufanya katika mziki wa bongo ili mradi pia kuangalia namna gani pia naweza nikasogea, labda kwa talent yangu, naweza kusema kitu kikubwa ambacho kimenishawishi hadi mimi kufanya mziki wa bongo flavor Uh, ni jinsi ambayo muziki umekuwa ukigusa maisha ya, ya watu mtaani pamoja na mahusiano koo, zile moment ambazo watu wamekuwa wakiexperience wanavyosikiliza muziki ikanivutia, nami siku mmoja watu waweze kusikiliza sauti yangu waweze kufeel vibe na hisia ambazo naweza kaziwasilisha mimi na wao waka, wakazielewa. Mm. Kipindi ambacho pia unatafakari sasa kuona namna gani ambavyo unaweza ukafanya muziki, ni msanii gani ambao ulikuwa unamwangalia sana na ukawa unatamani kwamba na mimi kwamba ipo siku natamani kwamba siku nifanye kazi nije kuwa kama fulani? Um, wapo wasanii wengi, wengi ambao nimekuwa amba nikiwatazama uh, katika eneo ya muziki wa bongo fleva wakianzia na Diamond Platnumz, uh, Harmonize, Mario, Alikiba, Revine, na wengine wengi ambao wamekuwa na mchango mkubwa hasa kuleta mapinduzi uh, katika tasnia hii ya muziki uh, kwa taifa letu mm. Watu ambao wapo katika game ya music uh, especially kwa kwenye hawa watu ambao walikuwa tena ushatangulia uh, majianti wakubwa kabisa. Uh, wana mazuri ambayo yapo ya katika game lakini pia kuna mabaya yake. Na hapa katikati, tunaona kama mtu kama Bilinasi na watu wengine hao, umeona wengine kama ushuda wao kwamba yale ambayo yalikuwa sio mazuri katika game ambayo yanafanyika, nyinyi mnaona hivi vitu umeona bwana, nini ambacho kinakuja katika akili yenu? Kwa sababu mziki mnautegemea na mnafanya for the future, lakini watu ambao nyinyi mnawaangalia wanawapa tuseme sababu kama hizi katika mziki, nini ambacho kinakuja kichwa chenu kwa haraka haraka? Uh, kwanza anaweza kusema sio kitu kibaya, ni kitu kizuri uh, kwanza kutufundisha mapema kabla tujaweza kuingia miguu yote miwili kwenye game. Uh, tuweze kujua jinsi ambavyo kuna kuwa na changamoto za hapa na pale kwenye game na jinsi ukabiliana na nazo. Uh, Bilnass alivyokuja na ule ujumbe wake kuelezea kuhusiana na mambo yale yote kwenye Bongo Flava, uh, kuhusiana na mambo ya usaliti, uh, mambo ya hapa na pale, uh, ni kitu kizuri ambacho kinamjenga msanii ambaye ni upcoming. Kabla ya kufanya muziki rasmi kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo akilini ushavitambua. Mfano, kuhusiana na hizi changamoto alizosema yeye ni ni kitu ambacho kinatufungua akili lakini pia kinatufanya tuweze kuwa mature tunapoingia kwenye mziki, tunaweza kupingana navyo, lakini uh, pia kufanya mziki katika level ambazo hazitakuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo natufanya sisi tuweze kuwa mature mm. mziki ambao unaofanya wewe uh, kuna moja kati ya kazi zako ambazo ushawahi kufanya ya salio ni remix ambayo ni ngoma ambayo vision ya Marioo umeona kwenye album yake umeona bwana Kipi ambacho ulikiona sana sana ukaona kwamba na mimi pia nahitaji na kufanya remix ya hii ngoma? By the time pia kina dogo Sergeant pamoja na partner walikuwa walishafanya na wao, kaona ngoja na mimi nifanye katika aina ya Kongo. Mimi nini ambacho ulikiona zaidi kwenye ile ngoma? Kwanza wimbo wenyewe ndio ulinivutia kwa sababu ni wimbo ambao unagusa mahusiano, hasa kwa vijana wengi wa kiume ambapo kwenye mahusiano wimbo hmm, ulikuwa unazungumzia salio, inamaanisha kwamba hela mahusiano mengi yamekuwa yakivunjika sana sana kutokana na shida ya nini? Ya, ya, ya kipato, ndio. Kwa wimbo ulinivutia. Nikatamani na mimi niweze kufanya kitu ambacho naweza nikakiongezea pale hmm. uh, watakaposikia wa Tanzania wanaweza pia wakavutiwa na nashukuru Mungu pia alivutiwa wengi kwao hmm. hmm. na maanisha kwamba idea yangu na wazo langu limefanikiwa kwa asilimia mia. Ipi feedback sasa kutoka kwa Mario labda pale ambapo alipobahatika kuifanya hmm. hmm. hmm. hmm. ile ngoma nimejitahidi na ni kwa, kwa namna yangu mimi mwenyewe uh, Marioo aweze kusikia, lakini pia naamini atakuwa amesikia mm. japokuwa kutokana na ye, eh, ni mtu mkubwa na kazi nyingi za hapa yeah. na pale haujafika tu muda ambao anaweza akahisi kwamba anaweza akanionyesha kama mimi ashaisikia, ila kutokana na watu ambao nimewatumia wamenisaidia uh, yeah kusambaza wimbo mpaka hapo ilipofikia, naamini kabisa mm. Marioo atakuwa ashausikia, ila ni swala la muda tu yeye mm. kuanza mm. kuonyesha impact kwangu ndio, yeah. Tubaki uh, hapo hapo kwenye hiyo ngoma, lakini kuna watu ambao sasa wanatuangalia kupitia Kolila Media na wapo ambao walibahatika kuona, kuna wengine ambao hawajabahatika kuiona so far, unaweza ukatupitisha hata kidogo kwenye mainstream walau hata milimita tatu, watu wapate kusikia ile test ambayo tunaizungumzia yeah, okay. Mapenzi ya siku hizi yapo kwa matajiri, ya masikini, mkuku mkuku sezi shindana na mtu ana garenji mbili na kaunti yangu ifiki buku, ndo maana mapenzi pesa na pesa ndo mapenzi. Naweza kumpata yoyote unayemtaka ya bila pesa yanaumiza kishenzi. Naisha kupata yule anepatikana, ndo maana tokinipo nanipa na kisela kiuliza mambo wetile unafata senti zangu ukikosa dola unaniona pango tena la bioti. Nashukuru nimejua kisa, salio ngoja kwanza nitafute hela, akumbe shida sina salio, acha basi nkatafute hela. yeah, yeah unyama. Uh, kipindi ambacho unaifanya hii ngoma uh, ulikuwa unawaza kitu gani? mfano uh, kwanza, kwa sababu zewei ambavyo ulivyoimba na mistari mi yeah, ambayo ulikuwa hapo maua yako umetuliza akili, lakini pia ni ngoma ambayo inahitajika sana kusikilizwa na watu wengi, kwa sababu pia umefanya kitu ambacho kichukua tofauti sana, japo ukiangalia ta beat tofauti, ambavyo ulivyoimba tofauti The same two lakini kila kitu kiko tofauti. Nini ambacho ulikuwa unakiwaza zaidi? Kwanza kutokana na wimbo wenyewe ilinivutia, na wimbo ambayo ilikuwa inagusa mahusiano hasa mm, kwa vijana ambao tuko mtaani mm. Kitu cha kwanza chokifikiria ni jinsi ambavyo vijana wanaanza wana, wana, wana ku, kuona vile viashiria vya, mm, vya kuanza ku, maybe kuchokwa mm, baada ya maybe kukosa kukosa hela yeah, ndio maana nkasema kwamba Ndo maana hata ukinipa siku hizi unanipa kisela ikiuliza mambo eti unajibu pia pi. Najua watu wanaelewa maana yake nini na jinsi ambavyo ina, inamaanishwa kwa wanawake uh, kwao. Nili, niliangalia vitu ambavyo huwa vinatokea pale ambapo mtu anakuwa anakosa kitu fulani cha kumridhisha mpenzi wake, ndo maana nikaandika vitu kama vile lakini pia kuzungumzia mapenzi kwamba siku hizi uh, raha yapo kwa matajiri kweli ukiwa na hela unaweza kapata mtu yoyote, lakini usipokuwa na hela utapata yule ambaye anapatikana. Yeah. Yeah. Kipi ambacho woga unazingatia sana ukiwa kwenye uandishi wako, labda hivi so? Ukiwa unataka kuandika ngoma, kipi ambacho woga unakizingatia sana sana, kwamba imradi upatikane ngoma kali? Kitu kikubwa uh, tegemea na wimbo wenyewe na uhusiana na kitu gani. Mm. Kama utahusiana na maisha, utahusiana na mahusiano, nava ulihusika. Mm. Kama mimi ndo msikilizaji. Mm. Ninachohitaji nikisikia kwa mtu fulani ni kitu fulani ambacho kitakuwa ni kigeni usije kukisikia lakini pia kitakuwa ni kitu cha kuvutia. Kwaona vao husika mimi kama msikilizaji, kama shabiki najisikiza mimi mwenyewe najichuja naangalia kweli hapa, Hapa nimeweka verse kali. Hapa hii melody hapana. Kwa na maana najikuta na kuja kutoa ngoma kali kila siku. Mambo yanazidi kuwa mazuri. Yapi matarajio yako kwenye kazi zako mbazo unazozifanya labda kwa hizo miaka miwili au mitano mbele? Uh, plani zipo, kuna short term plan na na long term plan plan na na moja long kuna plani ambazo naweza nikawa nazo kwa sasa hivi kwa kipindi labda cha mwezi miezi lakini kina, kuna plani za za miaka miaka mingi mfano miaka mitatu mingmaka hadi mitano kuanzia sasa hivi, nahitaji kujiweka sehemu nzuri kwenye wasanii ambao wanatazamiwa kufanya makubwa mbeleni uh, kwenye industry ya bongo flavor, kwa kwa miaka ya ya mbeeni na natamani sana kuwa mmoja kati ya a list artist mm -hmm. ambao atakuwa anazungumziwa kwa kipindi hicho yeah. kwa sababu ni ndoto yangu, lakini pia ni jukumu langu mimi kufika kule, kwa sababu nimeamua kufanya muziki mm -hmm. inabidi kweli niweze kuwaaminisha Tanzania kwamba nafaa mm -hmm. muziki wa bongo kiuangalia kwa sababu wewe upo ndani ya game, kwa hiyo unaona mwepesi kiasi gani <laughs> na pia ni mgumu kiasi gani kufanya. Naweza kusema muziki ni mwepesi tu kwenye kuandika na kwenda studio kutoa, lakini kwa engo nyingine mziki ni mgumu sana, hasa ukiwa peke yako yeah, ukiwa unapush una kazi mwenyewe yeah. Mziki unahitaji uwe na, na timu team kubwa, timu ambayo itakuwa na kusaidia kufanya kazi. Kuna ambao wataenda, wataomba kolabo, wengine wataomba interview, wengine wataomba wimbo kucheza kwenye, digital kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vipindi vingine kwa ma DJ, wengine wataanza kusambaza wimbo koo, vitu hivyo kama ukiwa peke yako uh, itakuwa ni ngumu kuvifanya kwa wakati utavifanya ndio, lakini itakuwa ni ngumu kuifanya kwa wakati, kwa sababu utajikuta unazidi kuvuta muda, unazidi kusubiri kusubiri, unaanza kufanya kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo unajikuta unapoteza muda mwingi kufanya kitu kimoja. Kwa hiyo muziki ni mgumu sana, hasa ukiwa peke yako, lakini ukiwa na timu mm, kila kitu kinakuwa vizuri. Wewe ni akili yako tu kwenye kuandika mm, tengeneza wimbo mkali, mashairi makali, vitu mm, vyenyewe vitajipeleka pale. Ambapo ukikaa ukiwa unasikia hata wengi sana wakiwa wanazungumza kusema kwamba muziki umefika international unajua zile mm. kitu gani ambacho a kinakuja kishoni kwako ni, kwa ni kweli hivi mziki umefika international? Kuna baadhi ya wasanii wetu ambao wa kibongo ndo wao wamepata nafasi ya kufika huko international. Uh, kweli ni kwamba kwa sasa hivi mm. mziki ushafika international. Kwa sababu zamani tukua tunaongea wasanii wachache ambao ndo wanasikiliza sana international, lakini sasa hivi mm. wasanii ni wengi ambao wanafanya vizuri sana international. Mm. yani ni wewe tu toimbo wako mzuri mm ukiwa una, unafaa kwenye maudhui ambayo unaweza kusikilizwa international, unaweza kusikilizwa mfano uh, ukiachana na kina Diamond Platnumz ukiachana na kina Harmonize. Jux pia anafanya vizuri international Rayvanny, pamoja na wasanii wengine. Mfano Jay Melody alitoa wimbo wake ule nakupenda ukafanya vizuri hata international. Mwingine pia Hitboy anamuita Mavokali, alifanya wimbo wake mzuri ukaenda international. Zile ni wale watu wa au ni zile nyimbo ndo mbazo zinafanikiwa kidogo kupenetrate katika hayo masoko ya kimataifa. Kwa mfano sisi wakati uh, Mavokana anatoa wimbo wake, wachache sana walikuwa wanamfahamu, hatukuwa mm. tunamfahamu mfahamu. Kwa hiyo kilicho mpeleka international ni nini? Mm. ni wimbo wake. Kwa kila itukubaliane kwa kwamba nyimbo na nambazo zinafika international, kila mtu ana nafasi ya kufika international, tegemea na mtu ana upushi kwa namna gani mm. Kuna wale ambao wanatumia nguvu kubwa sana kupush wimbo mpaka unafika international, lakini kuna wale ambao wimbo wenyewe jinsi tulivyokuwa mzuri unaweza kafika international hata bila promotion kubwa. Uh, East Africa kuna competition lakini mm -hmm, pia na Afrika nzima pia kuna competition. Inategemea mm -hmm, na mtu ana upushi umbo wake kwa namna gani. Battle yeah, za muziki jinsi ambavyo unavyoziangalia kwa wasanii na wasanii, lakini pia team fulani na team fulani. Nyinyi mkiwa watu ambao mpo ndani ya game ya music, lakini pia ni watu ambao mnakuja katika hii game, kwa hiyo ina maana kwamba mna, mna mengi ambayo mazuri, lakini pia mna makubwa mengi ambayo matarajio yenu Je, yeah, nyinyi yanawaizisha sana hizi bato pamoja na makundi kwamba huyo yupo huku, huyo awezi kuja huko kwa sababu huku hatuelewani na timu hii ya huku. Uh, mimi najua hizi zote zipo kwa ajili ya kuchangamsha game na kuupushi muziki wetu, nategemeana. Sasa ni watu wanachukuliaje, au wao wamezitengeneza hizo bato kwa lengo gani

mwanamuziki ambaye yuko zake chini na anahitaji kutoka kufika level fulani, discipline ina nafasi gani? Discipline ina nafasi kubwa sana mm, kwa kila mwanamuziki ambaye ni upcoming, lakini pia hata ambapo kwenye kazi usipokuwa na discipline unaweza ukadondoka ukashuka pale ulipo. Sasa kwa sisi, upande wa sisi ambao ni upcoming, discipline ina nafasi kubwa sana mm, kwa sababu discipline ndio inaweza kumwaminisha mtu kuamini katika kipaji chako mm, na kwa sababu hii muziki ni biashara yeah. Tunapoenda kwenye lengo za uwekezaji, lazima mtu uwe na discipline mpaka aweze kuamini kuwekezea. Mtu hawezi kuwekezea kwenye kazi yako afu ukaja uka, ukamwangusha ukafeli, kwa lazima akupime kwa muda kidogo, angalia discipline yako, then ndo anaweza akakuwekea mpunga mkaanza kufanya kazi. Kwa, kwa, wasanii wa Bongo Flavor, wasanii wa muziki na tofauti. Eh, discipline inahitajika kwa ukubwa sana, sio underground, sio mwanamuziki ambaye yupo katika piki ya juu usipokuwa na discipline unaweza ukadondoka ukashuka pale ulipo akapanda wengine mm -hmm. Na wanamuziki usipokuwa na discipline unaweza kabaki hapo hapo ulipo usiende mm -hmm. sehemu nyingine watu ambao labda kuna aidha kuna timu au labda kuna management ambayo iko nyuma ambayo inakupa tagi au ni wewe tu mwenyewe unaadili na hizi mbanga za music mui. Uh, mimi ni independent artist mm -hmm. na push muziki kwa namna yangu mimi mwenyewe peke yangu yeah japokuwa kuna brothers ambao wanakuwa nani support mimi kuingia studio mm -hmm. kutoa kazi ila, mm -hmm. uh, kwenye upande wa management full hapana. Uh, sina management maana mm -hmm. nakuta mimi na push kazi zangu mwenyewe kwenye challenge mm -hmm. kwenye promotion, kwenye digital platforms yeah. promotion pia kwenye social media yeah. ni mimi peke yangu yeah. wapo watu ambao sasa hivi wanatuangalia katika Kolila Media na you never know, kuna wawekezaji, kuna watu ambao ni masponsa, lakini pia kuna mamanager you name it. Umeona, una lipi ambalo la kuambia kwenye nafasi ambayo ulikuwa nayo wewe kwenye music wako, labda kama unaikuwa unahitaji nafasi ya manager au la? Nafasi ni hii hapa sasa hivi Hicho ni kilio cha kila msanii ambaye anaanza anaanza muziki kwa sababu kama nilivyosema, muziki ni mgumu sana ukiwa peke yako. Kwa hiyo ikitokea nafasi, kuna mtu ama watu ambao wanahitaji kuwa pamoja na mimi kunisapoti, tuweze kutengeneza malengo ote, tufike sehemu fulani, itakuwa ni jambo kubwa sana kwangu na nitafurahi sana, kwa sababu itakuwa ni hatua kubwa kwenye kuzifikia kuzifiki ndoto zangu. Kwa hiyo itakuwa ni hatua kwenye safari yangu. Ikitokea mtu yoyote ama management ama lebo ama nini imeamua ku imeniona ime kama anaweza kuwa mm, sehemu yao, yeah, mimi nipo tayari yeah, ni swala tu la mazungumzo kujua kila mtu ana benefit kwa namna gani yeah, okay, ili wote tuweze kufikia malengo yetu. Ndio nakupa yeah, okay. nafasi labda ya kutambulisha baadhi ya Uh, social network zako ambazo unazotumia kwenye Instagram, Twitter yu, na mitandao mingine ki ya okay, kijamii, labda kuna mtu ambaye anakuhitaji sasa hivi, anatamani kukupata, anaweza akaandika kama nani na anaweza akapata wewe la wela, pia akapata hata kazi zako kwenye social platforms kama Instagram, TikTok, Facebook natumia Annexboy_tz yeah. Annexboy_tz, lakini pia kwenye upande wa YouTube ili kusikiliza kazi zangu natumia Annexboy Annex Boy, unaweza kukuta kazi zangu ambazo nimezitoa ikiwepo na hii mpya ambayo ipo sasa hivi yeah. ina, ina maudhui ya aina gani? Ni wimbo wa mapenzi, wimbo ambao unazungumzia mapenzi lakini hmm. katika engo ya maumivu hmm. Kwa, unazungumzia kwa wale ambao wanapitia changamoto kwenye mapenzi, wanaumizwa, wanapigwa, matukio yeah. ni ni wimbo ambao unazungumzia hisia za mtu ambaye anapitia changamoto hizo, naweza kidogo kwa hapa, watu pia mashabiki zako ambao wanakuangalia sasa hivi. Hii ndio time yako ya kujiacha mwanangu, ndio nawaza moyoni mm. hivi ndo na kwangu, nyota gani yupo? sio wewe. Ah, au baby ndo tani. Hila ndo nitesea bebi siwezi naumbapo oh, yeah. Roho yako imekumbwa na giza leo mindo unaniona shu na ulivyofundi kuniumiza eti unanita nambatu saivi kukupata miujiza we mweza ngulevo za ju simona sawa kuniliza. Hata kulipa Mungu tu o oh, baby ooh oh, hey, hey, we umeniacha mwenyewe misiwezi o oh, baby we oh, hey, hey, we umeniacha mwenyewe mwanangu si wezi yeah, no, no. Inaonekana una heshima kubwa sana ya peni na karatasi. Hivi unaandika wewe au kuna mtu ambaye anakuandikia? Ah, naandika peke yangu kwa sababu akiandikia mtu yeah, siku si asipokuepo yeah. naye nataka niandikia mwingine. na uandishi mmoja mkali sana kwa sababu, shukrani sana. na kikubwa sana ambacho nachokiona kwako kuanzia kwenye uandishi lakini pia hata uimbaji pia noma sana yani, hiyo ni nafasi kubwa sana kuna wapo ambao underground ambao Uh, unaweza wakasema level ambao labda ulikuwa nayo uh, wewe wengine wanaweza uh, wasifikie kutokana na kipaji chao, au labda na namna fulani, lakini wewe uh, Mwenyezi Mungu wakujalia kutunga, lakini pia una sauti, unajua zile, yani ni kitu moja ambacho wow. ni kikubwa sana kwako. Shukrani sana. Mi pia namshukuru Mungu kwa kipaji ichonipatia. yeah. Naamini kuna kusudi na, lamini kunipatia kipaji hiki, sasa ndo nahitaji nitimize, ndio no, yako mazuri ambayo tumeyafanya hapa kupitia hii chimbo ambayo tulokaa hapa. Ni street talent. Mimi ni Tupindo Rhymes Toto Jamaica's body talented boy Squeezy, inakwenda kama as a king is back, you know, man. Hapa ni unyama tu mwanzo, kati na mwisho. behind the camera iko mwanangu Mufti, umetisha kabisa kinyamwezi kabisa. Hapo utaipata kwenye Kolila Media na system nyingine yoyote kabisa. Njoo pale search Kolila Media kwenye YouTube na kwa fresh kabisa, lakini ukija kwenye Instagram page yetu unatumia kama kolila_media unyama ni mwingi, lakini ukitaka kuja kwangu, mimi mwenyewe personal natumia kama pino underscore rhymes pale kwenye Instagram, lakini pia ukidondoka kwenye TikTok, vile vile pia natumia kama pino rhymes. Unyama ni mwingi, utaipata nyingine kali zaidi ya hii ambayo ilikuwa nzuri kabisa kutoka hapa hapa. Sijajua nitakopa kipande gani, lakini kau kijua kwamba pale ambapo utaposikia tu hii toni, lakini pia kuona hii face, basi kau kijua kabisa kwamba ni mazuri ndio ambayo yalikuwa ametukuka ambayo yanatokea hapa kuja huko ambapo wewe ulipo. Mimi naomba nikuage sasa hivi nikuache na vitu vingine ambavyo vitakuwa vinaendelea hapa hapa kupitia Kolila Media on YouTube, na sisem nyingine yoyote kabisa, bye bye for now.